Unajua, siri kubwa zaidi ya nguvu ya binadamu haipo kwenye misuli yake, haipo kwenye akili yake pekee, bali ipo kwenye kitu ambacho wengi wanakipuuza: tamaa ya kijinsia. Lakini sikiliza vizuri, Napoleon Hill anasema, ukiweza kubadilisha tamaa hii kuwa nguvu ya ubunifu, unaweza kujenga utajiri, mafanikio na hata urithi usioisha. Leo tunachambua lesson 10 kutoka kwenye kitabu Think and Grow Rich cha Napoleon Hill. The mystery of sex transmutation, siri ya kubadilisha nguvu ya tamaa ya kijinsia. Kaa nami mpaka mwisho, kwa sababu nitakuonyesha jinsi nguvu hii ya siri inaweza kubadilisha maisha yako kabisa. Usisahau kusubscribe hapa Fikra Chanya. Kila wiki tunavunja siri kubwa za vitabu na mafanikio ya maisha. Hebu tuanze kwa kujua nini maana ya sex transmutation. Ni kubadilisha nishati ya tamaa ya kijinsia na haya shinikizo la hisia kuwa nishati ya ubunifu, kazi, ndoto, uvumbuzi, utendaji na dhamira. Napoleon Hill aliandika jambo lenye nguvu sana, the emotion of sex is the most powerful of all human desires, hisia ya tamaa ya kijinsia ni nguvu kubwa zaidi kati ya tamaa zote za kibinadamu. Ni nguvu kuu ya motisha iliyotolewa na asili. Lakini aliongeza kitu cha ajabu: ukijua kuitumia vizuri, inageuka kuwa nguvu ya kiroho na ubunifu isiyo na mipaka. Hill hakumaanisha ngono yenyewe, alimaanisha nguvu ya tamaa, ile nguvu ambayo mtu huihisi ndani yake, nguvu ya kuunda, ya kuvutiwa, ya kutamani kitu kwa undani. Watu wengi huishia kuitumia vibaya, na matokeo yake ni tamaa, msongo au utegemezi wa hisia lakini wale wachache walioelewa siri hii waliigeuza kuwa nishati ya ubunifu, motisha, na uthubutu wa mafanikio. Chukua mfano wa Nikola Tesla, mgunduzi aliyebadilisha dunia kwa umeme wa AC. Tesla hakuwahi kuoa. Alisema alijifunza kugeuza nguvu ya tamaa ya kimapenzi kuwa umakini wa kipekee kwenye ubunifu. Alitumia nishati hiyo kuunda zaidi ya mia tatu inventions ambazo zinatumiwa hadi leo. Hiyo ndiyo Hill aliita sex transmutation, kubadilisha tamaa kuwa nguvu ya ubunifu. Badala ya kumtafuta mtu wa kukupa msisimko, jifunze kutumia msisimko uliomo ndani yako kuunda kitu kipya duniani. Nguvu hii ni kama moto. Ukiacha uangamize, unateketeza maisha, lakini ukijua kuweka kwenye tanuri sahihi, unatoa mwanga, joto na mafanikio. Watu wachache wanajua siri hii. Wanajua kwamba kila tamaa, kila msisimko ni mwaliko wa ubunifu, na wanaitumia kuandika vitabu, kubuni biashara au kujenga maono makubwa. Kwa sababu hili alisema, within every desire lies the seed of greatness if only you can control it. Ndani ya kila tamaa kuna mbegu ya ukuu, ikiwa tu utaweza kuidhibiti. maana yake kila tamaa au hamu tuliyonayo, iwe ni ya mafanikio, upendo, pesa au hata tamaa ya kimwili, ina nguvu ya ndani inayoweza kukupeleka kwenye ukubwa na mafanikio makubwa. Lakini siri ipo kwenye kuidhibiti, si kuiacha ikutawale. Mfano, wasanii wakubwa hutumia emotion za mapenzi kuandika mziki wenye hisia kubwa. Michael Jackson alithibitisha hili, mtu ambaye aligeuza nguvu za hisia kuwa miujiza ya sanaa. Michael Jackson alikuwa na nguvu ya ajabu ya kihisia. Wakati wengine wangeitumia katika starehe au mahusiano, yeye aliigeuza kuwa nguvu ya ubunifu. Alipokuwa studio, alikuwa kama mtu anayeishi katika ulimwengu mwingine, akilia, akicheka, akidensi, akipiga kelele. Producers wake walisema alikuwa kama mtu aliyekuwa na moto ndani yake, lakini moto huo uliwaka tu alipokuwa akiimba. Nguvu ya tamaa hasira upwenyeo, alizibadilisha kuwa mziki wa mapenzi, matumaini na amani. Wakati mwingine alikaa peke yake akitazama mwezi usiku, akisema mimi siimbi wimbo, wimbo ndio unanipitia. Hapo ndipo Napoleon Hill angeita hiyo hali sex transmutation, nguvu ya tamaa ikibadilishwa kuwa ubunifu safi. Leo miaka mingi baada ya kweto wake, mziki wake bado unawasha mioyo ya watu, kwa sababu Michael Jackson alitumia nguvu ya tamaa, si kama hisia za mwili, bali kama mwanga wa ubunifu wa roho. Lakini swali ni hili: kisaikolojia na kisayansi ni nini hasa kinatokea ndani ya mwili wako unapohisi tamaa hiyo? Kisayansi, tamaa ya kijinsia inachochea homoni kuu tatu: dopamine, testosterone na oxytocin. Homoni hizi zinapoanza kufanya kazi, zinaamsha ubongo wako hasa sehemu inayoitwa Prefrontal cortex, eneo la maamuzi, ubunifu na maono. Ndipo mtu anapopata msisimko wa ndani, ublango wa kuwa hai zaidi. Unafikiri kwa kasi, unaota, unataka kuunda kitu kipya. Hapo ndipo nguvu hii inapoanza kubadilika kutoka hamasa ya kimwili kuwa nguvu ya ubunifu. Kihisia, tamaa hii inakuongezea jamini, mvuto wa ndani na magnetic energy, ile nguvu inayofanya mtu akuone una mvuto wa kipekee. Watu kama hawa huonekana wakiongea kwa uthabiti, wana maono, wana amani ya ndani kwa sababu wanatumia hisia zao kama mafuta ya mafanikio, si kama mzigo wa tamaa. Hii lita hii, The Secret Path from Desire to Creation. Nguvu ya tamaa ikitumia vizuri, si kikazo, ni mlango wa ubunifu na mafanikio. Tuangalie hatua za kivitendo jinsi mtu anaweza kubadilisha tamaa ya kijinsia kuwa nguvu ya ubunifu na mafanikio, kama Napoleon Hill alivyoelezea kwenye The Mystery of Sex Transmutation. Tuivunje kwa undani. Moja, tambua tamaa zako, usizikimbie. Elewa ni nguvu ya kiasili. Tamaa ya kijinsia si dhambi, si udhaifu, ni nishati ya asili ambayo kila binadamu anayo. Ukijaribu kuikandamiza au kuikataa, inakuwa kama moto unaofunikwa, utalipuka baadaye. Badala yake itambue, sema ndiyo, nina hamu hii. Sasa naweza kuielekeza wapi kwa manufaa? Hapa ndipo mabadiliko yanaanzia. mbili. Toa mwelekeo mpya, badala ya kuzitumia vibaya elekeza kwenye ubunifu, biashara, kazi zako kubwa. Nguvu hii ni kama umeme, inaweza kuua au kuendesha mashine. Badala ya kuiacha ikupotezee muda, tumia nguvu hiyo ya kufanya kitu kikubwa. Mfano, badala ya kufikiri tamaa, andika mziki Fanya mazoezi, soma, tengeneza content au panga biashara. Utaona akili ikianza kuwa hai zaidi, ubunifu kuongezeka, na nguvu yako ya ndani ikipaa. Tatu, jenga malengo makubwa. Andika malengo yako ni ya uhusishe na hisia zako. Hill alisema Emotions are the fuel of goals. Hamu kubwa, desire, ni nguvu ya kusukuma Andika malengo yanayoamsha hisia zako, mfano natamani kuanzisha biashara itakayobadilisha maisha ya vijana. Kila unapohisi nguvu ya tamaa ndani yako, kumbuka malengo hayo, elekeza hisia zako huko. Nne, fanya ubunifu. Chukua nguvu hiyo na uielekeze kwenye kuandika, kuunda biashara au kugundua. Wasanii, waandishi na wavumbuzi wakubwa walitumia hii mbinu Nguvu ya tamaa huwasha fehemu za ubrango zinazohusiana na imagination, confidence na focus. Kwa hiyo badala ya kuishia kwenye matamanio, itumie kama fuel ya ubunifu: andika, tengeneza muziki, tengeneza bidhaa au tengeneza kitu kipya. Tano, epuka upotevu wa nguvu. Usitumie tamaa hii vibaya kwa anasa zisizoongeza thamani. Kila mara unapoitumia vibaya tamaa hii, pitia kuzidisha starehe, poni, au mahusiano yasiyo na maana, unakuwa umepoteza betri ya nishati ya ubunifu. Hili aliona hili kama upotevu wa nguvu ya akili. Watu wakubwa hujua lini na vipi kutumia nguvu hii kwa faida, si kwa tamaa za muda mfupi. Hii sura haimaanishi kuficha tamaa, inamaanisha kuelekeza nguvu hiyo kwenye jambo la thamani. Mimi binafsi naamini hii ndiyo sura inayoonyesha jinsi binadamu alivyo na uwezo wa kuchagua njia: anasa au mafanikio. Nguvu ya tamaa ni kama moto, unaweza kupika chakula au kuchoma nyumba. Kwa hivyo, siri ya hii sura ni moja: tamaa ya kijinsia ni nguvu kubwa kuliko vile tunavyodhani. Wale wanaofanikiwa ni wale wanaojua jinsi ya kuibadilisha kuwa ubunifu, nidhamu na mafanikio. Je, yeah. Wewe unaitumia nguvu hii vizuri au inakutumia wewe? Andika maoni yako hapa chini. Usisahau kusubscribe Fikra Chanya. Asante kwa kutazama, nikutakie siku njema na tukutane video ijayo.